Mimi naitwa Sulemani Saidi Laiza, mzaliwa wa kijiji cha Lipalwei, kata Mkundi, wilaya Tandahimba, mkoa wa Mtwara. Zamani tulikuwa tunalima kiholela, hatukutumia utafiti ema njia za kuwezesha kwa upate mazao bora, ila baada ya kufika kupatia mafunzo haya, kwa kweli nimefaidika. Kwanza nime, nimefahamu maana ya kuandaa shamba. Pili, nimefahamu maana ya kupanda kwa wakati muda, ukimwaga mbegu na nimefahamu kitalumkeka unapanda kwa muda gani. Hivyo basi kipindi cha nyuma tulikuwa tunapata eka moja, tunapata gunia kumi mpaka kumi na mbili ila baada ya kupata mafunzo haya ya kilimo mkeka na shambati shadidi wastani wa gunia kuanzia 30 hadi 35. Hapa anavyokuambia nime, nime, nimevuna kipande cha robo tatu heka na gunia 18 na bado kipande tena kilichobakia ambacho nina uwezo wa kupata gunia, tatu, gunia kumi na tatu zaidi gunia 31. Nilikuwa nalima kibububu, kwa maana kilimo cha kiolela cha zamani, ila sasa hivi najua mwezi wa kulima kilimo cha mpunga pamoja, kwa kilimo cha umwagiliaji unalima muda wote, lakini baada ya kupata mafunzo haya yaani itakuwa muda wote, unatoa ukivuna, unatoa unapanda tena unatoa, unapanda tena unatoa, ndo hasa ndicho faidika sana mimi. Kwanza ninashukuru kwa kutuletea mafunzo haya. kwa wananchi wote, ninawaambia wananchi wenzangu, mtu yoyote kama yatatokea tena mafunzo hapa em, kwa wale wakulima viongozi aende akapate mafunzo UNDP pamoja na SUGECO kwa, waendeleze kutusaidia na kutuelimisha kwa vitendo, kwa sababu tulifanya tulisoma kinadharia kule nje, baadaye tukaenda shambani, sasa kwa vitendo, vile vinavyosaidia. Na kama kuna mambo mengine mbele ambayo inabidi kutusaidia basi waendelee kutusaidia. Kwa jina naitwa Shula Hussein Mwahali kutoka Lipale. Mimi ni mkulima wa kilimo cha mpunga. Kulikuwa na watu wametokea, wafanyakazi kutuhitaji watu jinsi ya kutufunza mafunzo ya kupanda mpunga. Kwanza walitueleza jinsi ya kumwaga mbegu kwenye kitalu mkeka. Kitalu kimoja tulikuwa tunamwaga viberiti vitatu. Baada ya siku saba, siku ya nane tunatoa mpunga kwenye kitalu, tunaanza kuupandikiza. Wakatuelekeza jinsi ya kufanya mazi, mazoezi hayo. Kwa hiyo tumeimalika, wakatuletea mbegu na sisi tumemwaga kitalu mkeka, tumepandikiza tayari. Sasa hivi tunaendelea Kuangalia tu mpunga wetu jinsi unavyoendelea. Hapa mimi itanisaidia mbolea hii walioileta leo kwa, ku, kwa kuendeleza mpunga wangu ili uwe vizuri. Ukue na uwe na mashuki makubwa makubwa. Ninawaambia wakulima wenzangu wajishughulishe na watuangalie sisi tuliosomea kitabu mkeka jinsi tunavyopanda mpunga wetu na jinsi tunavyouendeleza. Mafunzo haya mimi nitayatumia, nitawaelekeza wenzangu, kama wasioweza wakiwa tayari anayetaka kama jinsi nilivyopanda mimi, nitawaelekeza muniite, nikawafunze jinsi ya kumwaga kitarumkeka na jinsi ya kuupanda mpunga mche mmoja, baada ya siku saba siku ya nane unaotoa unaenda kuupandikiza. Mimi kwa majina naitwa Zaituni Athmani Runda, ni mkazi wa Lipalwe A hey. Kata ya Mkundi, wilaya ya Tandahimba, mkoa wa Mtwara, ni mkulima wa kilimo cha mpunga yamenisaidia kwa vile, kwa zamani tukilima ulimaji wa kawaida tu kama kuwafuatisha wazee wetu wa zamani, tunalima tu yaani kupanda, tunapanda kiholela holela tu e. Lakini sasa hivi kwanza nimejifunza na mafunzo haya. Sikuanzia hapa mafunzo mengi tu, tu yamepitia kwangu yaani kwa, changamoto iliyopo, kwa kwetu hapa watu wagumu sana, wagumu sana kuelewa. Hapo siku za kwanza tulipokuja huku kushughulikana mambo ya ya nani haya ya mafunzo unajua, watu wakituzomea, kutuzomea kabisa, munafanya kazi tumutapata nini? Mbona tunavuna miaka yote, lakini katika mapato jinsi yatakavyokuwa wenyewe. Kwanza leo tu kutoka kwa mbolea wameshaanza hao hao walio kituani, zamani kutuona sisi tuna mapungufu, wameanza leo leo hivi, wenzetu munapata mbolea, sisi tunalima hivi hivi, hao hao. Kwa hiyo tunashukuru kufikia hatua hii. Mimi nitawashauri tu wakulima wenzangu tufuatishe mafunzo, ili tunavyojifunza hivi basi tuyafanyie kazi, tuyafanyie kazi, tusibweteke tu kuacha tu. Kama tukipata mbegu kutupa tu basi, ah, mbona ninapanda mpunga wa, wa zamani ule, ule ndio nzuri maana unanoga maana unanukia. Tuwafuatishe wale an kuja kutufunza na tusikilize yale wanayo tufunza na tu, tuyafanyie kazi. E, sio kuya, kuyaacha. Kwa majina naitwa Francis Rustic Kanisa ni afisa kilimo wa kijiji cha Lipalo A na B. Ah, nipo hapa leo kwenye zoezi muhimu kabisa la ugawaji wa pembejeo aina ya mbolea ambayo itagawanywa kwa wakulima ambao wamepata mafunzo kutoka kwa watu wa SUGECO. Walichokifanya watu wa SUGECO ni, ni kama mfano, na tunaomba makampuni mengine yangeiga huu mfano kusababu, ya kwa sababu wameweza kutoa elimu kwa wakulima namna ya kuandaa kitalu kwa kutumia kilimo shadidi, na maana unaweza kupanda mche ukiwa mdogo zaidi, lakini pia ukaweza kustahimili na kuweza kutoa pacha nyingi, wakati kuweza ku kuongeza tija katika uzalishaji. Kitu cha msingi ambacho tunasisitiza sana kwa wakulima ni kuitumia hii mbolea kwa mujibu wa maelekezo kutoka kwa wataalamu. Kwa ujumla wao wametoa mafunzo namna ya kutumia hii mbolea, hivyo tunategemea mkulima aweze kuitumia mbolea ile kwa maelekezo amepewa ili iweze kumletea tija. Kwanza niwapongeze kwa sababu wamefanya jambo la msingi sana na nafikiri itakuwa mfano kwa mashirika mengine. Wameweza kutoa elimu kuanzia namna ya kuandaa shamba lakini pia waliwezesha pembejeo. Amini, mbegu wamepatiwa wakulima na sasa hivi leo hii tupo kwenye ugawaji wa mbolea lakini yote ni jitihada ni, ni, ni ambazo zinafanywa na hawa watu wa SUGECO pamoja na kushirikiana na kampuni ya UNDP kuwawezesha wakulima na kumwinua mkulima mmoja mmoja ili aweze kujikwamua kiuchumi. Kwa majina anaitwa mhandisi Saguda Dana Kadili, ni mwandisi kilimo na umwagiliaji kutoka halmashauri ya wilaya ya Tandahimba. Uh, leo kama mnavyoona, tuko hapa Lipwale ni, ni katika kata ya Mkundi moja ya kata katika wilaya yetu ya Tandahimba, na tuko na wadau wetu SUGECO uh, wakishirikiana na UNDP katika mradi ambao tunauita mradi wa Hope Project. Wenzetu wa SUGECO wakishirikiana na UNDP walileta huu mradi katika wilaya yetu. Lengo kubwa ilikuwa kuwafikia uh, wakulima wa mpunga katika kata ya Mkundi kijiji cha Lipalwe ambao haswa walikumbwa na mafuriko mwaka jana. Kwa hiyo lengo ilikuwa ni kufikia hii jamii ambayo ilikumbwa na mafuriko kwa ajili ya kukuza kipato chao, lakini pia kwa ajili ya kuwafuta machozi katika haya ambayo yaliwakuta, maana wengi wao ni wakulima na yale mafuriko yaliharibu mashamba na mazao yao. Kwa hiyo katika mwendelezo wa mradi huu mwaka jana, kama nilivyosema, tulikuwa na uh, mafunzo kwa uh, shamba darasa ambayo hawa wakulima walifundishwa uh, ukulima bora uh, na wa kisasa wa mpunga, lakini baadaye hawa wenzetu wa SUGECO walileta mbegu aina ya Sal5 ambao waliletewa hawa wakulima, takriban wakulima 156. Na sasa hivi katika huu mwezi wa tatu wa mwaka 2025 tumekuja pia na hawa wadau wetu pendwa wa SUGECO ambao wameleta mbolea kwa ajili ya wakulima hawa. Lengo tu ni kuongeza tija ya kilimo cha mpunga na kuongeza uzalishaji wa kilimo hichi kwa ajili ya kukuza kipato cha hawa wakulima na kuinua hali ya maisha yao ya kila siku. Kama halmashauri chini ya a, ofisi ya mkurugenzi pamoja na idara ya kilimo tumejizatiti Uh, kwanza tunashukuru UNDP wakishirikiana na SUGECO kwa ajili ya kutuletea mradi huu, uh, katika kata yetu ya Mkundi na katika kijiji cha Lipalwe. Lakini pia sisi tumeupokea mradi kwa mikono miwili, na maafisa wetu, maafisa ugani ambao wako hapa katika kijiji cha Lipalwe tukishirikiana na sisi uh, wataalam kutoka idara ya kilimo pale halmashauri, tumejizatiti kwa ajili ya kuendeleza uh, kilimo hichi cha kisasa cha mpunga lakini pia kuendelea kuwahimiza hawa wakulima wetu kwamba waendelee kutumia njia bora za ukulima, lakini pia hizi pembejeo ambazo wamezipata wazitumie kwa usahihi ili ziweze kuleta tija katika uzalishaji na kukuza kipato chao, lakini pia kukuza pia mapato ya halmashauri kwa ujumla kupitia uzalishaji wa mpunga.